Niko hapa juu baby, kwani unioni? Eh, si nimevaa skati ya black hivi iko na white white, eh, ndio nimetokelezea mtaa na kuja tu pole pole hivi tupatane. Wow, tunasema umenimis sana sana sana. <laughs> I hope leo mambo itakuwa sawa, itakuwa kama venye uo inakuwa, si ndio?

umbiago atakuletea anakuletea kaibu kidogo kidogo, unaona vitu tunakuambianga, unasema ni uongo, si ndio? Ni hiyo stori, unagongewa na mi nashinda nimekwambia. Mm, si mulango si mayai bibi, nendeshewa na gari nani kama si mtu fulani hivi, pole pole gari ya miraa. Nani ako api? Ako api? Ako api. Tunaenda pole pole, kuna ile msitu na kwanza wewe mtoni ile kubwa hiyo, eh basi, mimi niliona niliona akija hivi, kanyaga pole pole, ama unataka tena maneno mengi ni aje? Eh, wazazi walinigawa hicho hapa hivi yote mpaka uko hivyo yote hey, hey. Hey, hey, hey, hey. Hey, na mimi nitakuolekea nasi kuja kwetu, niombe ni smart na baba yangu kushinda hii sasa baba, na, hmm. na, hey. In case kama nakuja kukuona mm tu Usishik ah, utaharibu. Nilikuwa napakapaka mafuta. Cheki tu. Kumbona uh, uh, uh, uh, uh. Kwa mremboakat si si uh, nawe uh, uh, uh, uh, nikuone tu vile uko na sasa, unaweza kubali kwenda kwetu. Kwenda, niko tayari, nitaenda, nitaenda, nimejitolea juu yako Nipei yote itakuwa yangu, na nikupea tu yote, na nijenge huku. Na situpangi tutu wawane tu basi nikuje nikuchukue tu kwenda kama ndo kuja kwetu, mimi nita fry alafu nikuje tushi na wewe. Niko tayari, by the way, mimi sina mtu, kwani baridi ikanichapa usiku. Ha? Alafu nimejikunja tini. Kwani mtu anasikianga baridi aje? Wewe, uje, uje usikie baridi. Kwa kwa duka. Uko kwa, kwa duka? Hapana bibi. Uliniambia unaenda wapi? Kwa duka. Eh? Bibi huyu ni nani? Eh? Uko kwa duka? Huyu ni mzee wangu. Tuniambie una mzee. Na huyu ni nani huyu? Mimi simjui. Tuniambie una mzee. Yeye amenipata hapo kwa duka alafu eti anataka eti. Sasa. Eti tukae naye. Habari. Eh? Chagua moja. Ehe. Ukuu eh? Eh? Kama uendelee kuishi. Huyu ndiye alinidanganya. Alinidanganya anasema ana mzee. Usijaribu kutoroka. Alinambia ana mzee. Usijaribu kutoroka. Wewe itabidi tu ukufe, mimi ndoa yangu ipone. Wewe itabidi tu ukufe, ndoa yangu ipone. Ukitoroka, mimi nitaharibu nyumba. Usitoroke, mimi nitaharibu nyumba. Wewe usitoroke, mimi nitaharibu nyumba. Bibi, ngoja nikueleze. Huyo nani? Ngoja nikueleze vizuri. Ngoja nikueleze, bibi. Huyo nani?